Jina langu ni Anita. Natoa simulizi hili si kwa sababu najivunia yaliyopita, bali kwa sababu najifunza kuyakubali. Kuna maisha niliishi nikiwa nimefungwa na neno mapenzi, lakini moyoni nilikuwa mtumwa wa uvumilivu. Nilipokutana na Juma, nilidhani nimempata mwanaume wa maisha yangu. Hakuwa na maneno mengi wala hakuwa mtu wa kujionyesha. Lakini nilimpenda kwa unyenyekevu wake. Nilidhani ukimya wake ni hekima. Sikujua kuwa wakati mwingine ukimya ni kutokujali. Tulianza maisha ya pamoja bila ndoa, tukiahidiana kesho nzuri. Lakini kadri siku zilivyopita, mzigo wa maisha ulianza kubaki mabegani mwangu: kodi, chakula, mahitaji madogo madogo, vyote vilikuwa juu yangu. Juma alikuwa na kazi, lakini pesa zake zilikuwa siri. Alipoombwa msaada alinitazama kama nina tamaa. Kila nilipojaribu kuzungumza naye alinijibu, Anita, mwanamke anatakiwa kuvumilia, huwezi kunipresha. Nilivumilia, nilivumilia hadi nikajisahau. Kulikuwa na siku nililala njaa, huku yeye akila nje na marafiki. Kulikuwa na siku nilihitaji hata nauli ya kazini, lakini nililazimika kukopa. Mapenzi yakaanza kuniumiza, lakini nilijilazimisha kuamini kuwa kesho itakuwa bora. Nilikuwa nikilia kimya kimya usiku, nikijiuliza kosa langu ni nini. Je, kumpenda mtu sana ni kosa, au kuamini maneno badala ya matendo? Ndipo maisha yangu yakaanza kubadilika taratibu, siku ile niliyokutana na Michael. Michael nilikutana naye kazini. Hakuwa mtu wa kunitazama kwa tamaa, bali kwa heshima. Alinisikiliza nilipoongea kitu ambacho sikuwa nimezoea tena. Sikujua mengi kumhusu, ila nilijua jambo moja tangu mwanzo, alikuwa mume wa mtu. Sikutaka matatizo, sikuhitaji mwanaume mwingine, nilikuwa nimechoka. Lakini nilihitaji mtu wa kuniambia, Anita, una thamani. Mazungumzo yetu ya kikazi yakaanza kunifungua macho. Alinishauri kuhusu fedha, akaniambia nijiamini, akanionyesha fursa ndogo ndogo nilizokuwa sizioni. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu nilihisi kama binadamu, si mzigo. Wakati huo huo, Juma alizidi kuwa mbali nami. Hakukuwa tena hata kero, kulikuwa na baridi. Nilikuwa nikiishi na mtu lakini kimaisha nilikuwa peke yangu. Siku moja nilipomwomba Juma msaada wa jambo dogo tu alinitazama na kusema maneno ambayo yalivunja kabisa kitu ndani yangu, kama unahitaji pesa sana, tafuta mwanaume mwingine. Usiku huo sikulala, nilijiuliza, je, kweli bado huu ni uhusiano? Na ndipo nilifanya uamuzi wa kwanza ambao ungeanza kunibadilisha, lakini pia ungeingia kwenye maamuzi magumu zaidi ya maisha yangu. Baada ya yale maneno ya Juma, kama unahitaji pesa sana tafuta mwanaume mwingine, kitu ndani yangu kilikufa. Sikuwa na hasira, sikulia wala sikupiga kelele. Nilihisi tu kama mtu aliyekuwa akibeba mzigo mzito kwa muda mrefu, halafu akaamua kuuweka chini. Siku zilizofuata nilikaa kimya, nilikuwa namtazama Juma kwa macho tofauti. Nilimwona kama mtu niliyemzoea, si mtu niliyempenda tena. Nilianza kujiuliza, nilikuwa nampenda yeye au nilikuwa naogopa kuwa peke yangu? Kazini mawazo yangu yalikuwa mazito. Hapo ndipo Michael alipoanza kuniona zaidi, sio kwa kunifuatilia bali kwa kuniheshimu. Aligundua mabadiliko yangu bila kuniuliza maswali ya kuumiza. Siku moja alinambia kwa sauti ya upole, Anita, umechoka, si kimwili tu hata moyoni. Maneno yale yalinigusa. Nilikuwa nimezoea ya kuulizwa nina shida gani, lakini sikuwa nimezoea mtu kuona uchovu wa moyo wangu. Tulikaa kuzungumza. Sikumweleza kila kitu, lakini nilimpa picha ya maisha niliyokuwa nikiishi: mwanamke anayejituma, anayevumilia lakini hapokei hata nusu ya kile anachotoa. Michael hakunihukumu, alinisikiliza tu. Ndipo akaanza kunishauri kuhusu mambo madogo madogo: jinsi ya kutenganisha pesa ya matumizi na ya akiba, jinsi ya kutumia kipaji changu cha kupika kama chanzo cha kipato, jinsi ya kuacha kujilaumu kwa makosa ya watu wengine. Sikujua lini ushauri ule uligeuka kuwa mwanga. Siku moja alinipa mtaji mdogo, alisema wazi, hii si mapenzi wala si ahadi, ni msaada tu, simama mwenyewe. Nilitetemeka. Nilijua wazi kuwa Michael alikuwa mume wa mtu. Nilijua mipaka, nilijua hatari, lakini nilijua pia kuwa huu ulikuwa msaada wa kunisimamisha, si wa kunifunga. Nilianza biashara ndogo. Mwanzo ilikuwa ngumu lakini kwa mara ya kwanza nilikuwa nikifanya kitu kwa ajili yangu. Nilipoanza kupata faida hata ndogo, nililia, sio kwa sababu ya pesa, bali kwa sababu niligundua kuwa niliweza. Nyumbani mambo yalizidi kuwa magumu. Juma alianza kugundua mabadiliko yangu. Sikumuomba tena pesa, sikumlalamikia, sikumsihi. Ukimya wangu ulimchanganya. Siku moja akaniuliza kwa dharau, hivi pesa unazotumia zinatoka wapi siku hizi? Nilimtazama usoni, nikamjibu kwa utulivu Nafanya kazi kama nilivyokuwa nafanya siku zote. Hakuniamini, alianza kuniuliza maswali mengi, wivu ukaanza. Lakini bado hakubadilika, hakujali mahitaji yangu, hakuhudumia. Alitaka tu udhibiti. Ndipo nikajua ukweli mchungu: mtu anayekupenda hatishwi na maendeleo yako. Siku moja nilikaa peke yangu, nikatazama maisha yangu kwa ujumla. Nilijiuliza, je, nikiendelea kukaa hapa, nitakuwa nani baada ya miaka mitano? Jibu liliniogopesha. Nilimuita Juma, nikamwambia kwa sauti tulivu lakini thabiti, nimechoka kuishi kama niko peke yangu nikiwa na mtu, naondoka. Alicheka, alidhani ni tishio. Nilipoona naanza kufunga vitu vyangu, ndipo alibadilika ghafla, akaomba, akaahidi, akajilaumu, lakini ilikuwa kuchelewa. Nilikuwa tayari nimeamua. Niliondoka bila drama, bila matusi, bila chuki. Kwa upande wa Michael, nilimwambia ukweli wangu, nashukuru kwa msaada wako. Lakini safari yangu inabidi niendelee peke yangu. Alinitazama kwa heshima na kusema, huo ndio uamuzi wa mwanamke aliyejitambua. Maneno yale yalinipa nguvu kuliko ahadi yoyote ya mapenzi. Nilichagua kuishi peke yangu, sio kwa sababu nilichukia wanaume, bali kwa sababu nilitaka kujijua kwanza. Nilijifunza kuamka bila hofu, kulala bila machozi na kuishi bila kuomba kuthaminiwa. Lakini maisha yalikuwa bado na majaribu mengine mbele yangu. Na uamuzi wangu wa kuishi peke yangu haukuwa rahisi kama nilivyodhani. Kuondoka kwa Juma hakukuwa maumivu. Kilichouma ni kugundua kuwa nilikuwa nimekaa muda mrefu mahali pasiponiona. Nilipoanza kuishi peke yangu, usiku wa kwanza ulikuwa kimya sana. Hakukuwa na kelele za TV wala sauti ya mtu anayetembea ovyo ndani ya chumba. Nilikaa kitandani nikitazama dari, Nikisikia pumzi zangu mwenyewe. Nilijua ule usingekuwa usiku wa mapenzi, bali usingekuwa pia wa mateso. Siku mumis Juma. Nilimwacha moyoni siku nyingi kabla sijafunga begi. Nilichohisi ni hasira tulivu. Hasira ya kujilaumu kwa kuvumilia muda mrefu, kwa kuamini maneno badala ya vitendo, kwa kujipa thamani ndogo kuliko niliyostahili. Nililia ndio, lakini nilikuwa nikilia Anita niliyempoteza, si mwanaume niliyemwacha. Jamii haikunionea huruma. Maneno yakaanza. Anajifanya kujitegemea. Lazima ana mwanaume anamwezesha. Hakuna mwanamke anaweza kuishi peke yake kwa amani. Nilicheka kimya kimya. Walikuwa hawajui mapambano yangu. Hawakujua nilipigana na hofu ya kuwa peke yangu kwa miaka. Hawakujua kuwa upweke niliyouchagua ulikuwa bora kuliko mateso niliyoyazoea. Kulikuwa na siku nilichoka sana. Biashara haikuwa rahisi. Kulikuwa na hasara, kulikuwa na madeni madogo, kulikuwa na kukata tamaa. Lakini kila nilipoanguka, nilijiambia, angalau unaanguka kwa sababu ya ndoto yako, si kwa sababu ya mtu asiyekujali. Michael alinipigia mara chache kuniuliza kama nipo sawa hakukuwa na maneno ya kunivuta wala kunifanya nihisi nina deni la kihisia hilo. Lilinifundisha jambo moja muhimu: msaada wa kweli haufungi. Nilijifunza kuamka asubuhi bila kutarajia chochote kutoka kwa mtu. Nilijifunza kupanga bajeti yangu, kuheshimu uchovu wangu na kusema hapana bila kuomba radhi. Kila siku nilikuwa nikijijenga tena, kama nyumba iliyobomoka taratibu kwa msingi imara zaidi. Kulikuwa na wanaume walinikaribia, wengine kwa tamaa, wengine kwa dharau, wengine kwa ahadi zile zile nilizowahi kusikia, lakini safari hii nilikuwa na kipimo kipya: je, unaniletea amani au kelele? Wengi walishindwa kipimo hicho. Sikuhitaji kuolewa haraka, sikuhitaji kuthibitisha chochote kwa mtu. Nilikuwa nimechoka kuishi maisha ya kuelezea maamuzi yangu. Nilichagua kuwa mwanamke anayejibu kwa matendo, si maneno. Nilipotazama nyuma, sikumuona Juma kama adui, nilimwona kama somo, somo lililoniacha na kovu, lakini pia na macho mapya. Niliapa kimya kimya, sitawahi tena kuvumilia kukosa kuhudumiwa kwa jina la mapenzi. Leo ninaishi peke yangu, lakini siko mpweke. Nina kazi, nina ndoto, nina mipaka na zaidi ya yote nina heshima binafsi. Mapenzi akija ya tena, yatakuta mwanamke kamili, sio anayesubiri kuokolewa, bali anayechamua kuambatana. Lakini hiyo ni hadithi ya siku nyingine. Watu wengi walidhani mwisho wa mahusiano haya yangekuwa ndoa au angalau mwanaume mpya, lakini hakuna aliyedhani ningechagua kitu ambacho wengi wanakiogopa. Ukimya wa kujisimamia. Miaka ilipita bila mimi hata kugundua. Biashara yangu ilikuwa polepole pole, si kwa miujiza bali kwa nidhamu. Nilihama nyumba ndogo niliyokuwa nimeanza nayo nikachukua chumba kikubwa zaidi. Hakukuwa na mtu wa kunipongeza kwa sauti, lakini kila nilipojifungia mlango usiku, nilijua nimefika kwa miguu yangu mwenyewe. Sikurudi nyuma, sikupiga simu, sikutaka maelezo. Siku moja nilipokutana na Juma kwa bahati tu barabarani, moyo wangu haukuruka. Hakukuwa na hasira wala huzuni, kulikuwa na utupu usio na uzito. Alinitazama kwa mshangao, labda alitarajia nitetemeke, lakini nilitabasamu kwa heshima nikapita. Hapo ndipo nilijua kweli nimepona. Jamii haikubadilika, maneno yaliendelea, atajilaumu uzeeni mwanamke bila mwanaume anakosa mwelekeo. Nilisikiliza, lakini siku ya hifadhi nilikuwa nimeishi ndani ya mawazo ya watu muda mrefu sana. Safari hii nilikuwa nimechoka. Kulikuwa na usiku, nilikaa peke yangu nikajiuliza swali moja gumu: Je, nimekimbia mapenzi au nimeyakataa kwa makusudi? Jibu lilinifanya nitetemeke kidogo. Sikukimbia chochote, nilichagua kwa ufahamu. Sikutaka mapenzi yatakayoniomba nijipunguze. Sikutaka ahadi zitakazonifanya nivumilie tena. Sikutaka mtu wa kunipa jina nikapoteza sauti. Nilitaka maisha yasiyonilazimisha kuelezea maamuzi yangu. Miaka mingi baadaye nilikaa mbele ya kioo nikamwangalia mwanamke aliyenirudia. Hakukuwa na pete mkononi, hakukuwa na mtu pembeni, lakini macho yale yalikuwa na amani niliyowahi kuikosa kwa muda mrefu. Nilijua hapo ndipo mwisho wa hadithi yangu ulipokuwa, sio kwenye mikono ya mtu, bali kwenye mgongo wangu niliyoubeba mwenyewe. Kama kuna mtu atasema hadithi yangu haina mapenzi, nitakubali, lakini kama atauliza kama nina furaha, jibu langu litakuwa ndiyo, kwa mara ya kwanza bila mtu yoyote. Funzo la mwisho. Wakati mwingine ushindi mkubwa wa mwanamke si kumpata mwanaume sahihi, ni kuacha kuhitaji kuthibitishwa na mtu yoyote. Asante kwa kufuatilia simulizi hii mpaka mwisho. Kila siku tunakuandalia hadithi mpya zenye msisimko, mapenzi, visa, mafunzo na matukio ambayo hutakiwi kuyaacha yapite.